Bado tunasema huu bado ni mgodi umetusaidia. Bado huu ni mgodi umetusaidia, hauepushi kuwa sio mgodi eh, bado ni mgodi. Kwa hiyo kwa hali yoyote, kiukweli, bila imani, bila imani, niko namwambia ipiana kwamba, ndio, wakati mwingine shetani anaweza kaa yuko na spidi kubwa sana hebu kuonyesha kwamba bado bado, lakini kiukweli, ukirudi na kutafakari kwa namna ya kawaida, mimi nimezaliwa na ibada na nyinyi. Mimi baada ya kuzaliwa na ibada ndipo nilipowashuhudia nyie ile imani, ule uliswa imani niliyoupokea na nyinyi na, na, na, na, na mmezaliwa ndani ya ule uliswa imani na nyie mmekuwa na maisha ndani ya ule urisi wa imani bila imani bila imani bila imani, mimi nisingeweza kubadilika wala wao wasingeweza kufika kwenye hatua hiyo ko. E, kuna mfumo ambao umetuzaa, kuna mfumo ambao umetuzaa. Kiukweli Mungu atusaidie. E, Mungu atusaidie, Mungu atusaidie sana, atusaidie sana sana sana sana, sio kidogo, atusaidie sana e, kwa sababu tukisema tuanze kuchimbua mfumo wa imani hapa ah, hizi dakika thelathini hizi, basi wacha tumruhusu mzee aendelee hapo. Mungu awabariki sana wacha tumruhusu mzee, kwa sababu bado tunataka kuendelea kuvuna. Bwana Yesu asifiwe, jina la Bwana libarikiwe sana. Ni niseme tu kwamba tubaki katika mfumo wa kumtaka Mungu e, tubaki katika mfumo wa kumtaka Mungu kwa hali yoyote kwa hali yoyote, kwa hali yoyote, bado tuzidi kujua ya kwamba ili eneo ni mgodi, ili eneo ni mgodi. Kwa hali yoyote, kwa upepo wote, kwa mazingira yoyote, Mungu aje atusaidie tu jua huyu ni mgodi. Eh, huyu ni mtambo mimi naona watu wengi naona watu wengi wana, kuna makanisa wana watu wengi lakini, kuona mtu aliyobadilika kuona mtu aliyobadilika hapo itakuchukua muda eh. Lakini kuona mtu alikuwa ana elfu thelathini ana ya laki hapo utaona, lakini kuona kuna badiliko kuona kuna badiliko ndugu kaja leo, anasema kuna watu nilikuwa nazungumza nao, wakasema nenda kwa mtumishi pale, mbona yule amenyooka na shida. Yule ndugu akasema pia, nikupongeze eh, kuuza mnauza simu hamna lawama, afu mnapata sifa njema mtaani, mnapata sifa njema. Akasema pia ni kitu kizuri sana hicho kwenye jamii eh, ni kitu kizuri, ni sifa nzuri hiyo ni sifa nzuri sana hiyo, ambayo nimeisikia, mtu anaambia, ha, nenda kwa wale wamenyooka sana wale, nenda kwa wale e, ni sifa nzuri, ni sifa nzuri kwa jumla. Eh, ni mfumo tu wa ibada uliotuleta kwenye sura hiyo, ni mfumo wa ibada nje na hapo. Biashara za simu ni biashara za lawama sana, e, ni biashara za lawama sana lakini ukiona mtu kuna wakati amekuja amelalamika, anapewa simu nyingine. Ah, watu wanafurahi sana, wanafurahi sana, wanafurahi wanafurahi sana, wanafurahi sana, wanafurahi sana. E, wana sana sana, wanaona wana kabisa, kweli ni watumishi. Mtu anakuja anaamika hii, bwana, nabia ina shida, ni muda gani? Ah, chukua hii tupe hii. Ah, watu wanafurahi sana kwao kwa jumla unakuwa unaona ni, ni, ni, ni zao la ibada, ni zao la ibada. Kiangalia watu shuhuda zao, nilikuwa najaribu kuongea na kina Kevi pale, nasema hapana hapana hapana. Yaani wanatutazama kama ni wazazi wao wa kiroho, wanavaa vikaptula lakini wanaona tu kabisa, yani wanaona na wenyewe wana wazazi wa kiroho kwa kusemelea wanasemelea hadi vitu ambavyo vingine havieleweki, yaani kuna hela tu zimepotea, sijui ali hesabu vibaya, jinsi basi unapigiwa simu, anaona kama kuna sehemu na yeye ana wazazi wa kusemelea. Kiujumla, mwanadamu mpaka anakuamini na kuona una sehemu ya kumsaidia mawazo yake, au una sehemu ya kuvumbua kitu fulani. Mungu awabariki sana watu wa Mungu Amen. Roho Mtakatifu, tuokoe tuponye, tuokoe tutakase, tuokoe tusaidie, katika jina la Yesu. Amen! Haleluya! chuma chuma chuma, kweli kweli, moto moto moto, kwelikweli nondo nondo nondo, kweli kweli, nyuma licha lolote, hakuna kurudi nyuma, licha lolote, hakuna kurudi nyuma.